Karibu kwenye safari ya kihistoria, safari ya mapinduzi ya viwanda, safari iliyobadilisha dunia milele. Sehemu ya kwanza: utambulizi. Ismail Abuu FX. Mapinduzi ya viwanda ni mabadiliko makubwa ya kiteknolojia yaliyobadilisha maisha ya mwanadamu kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kadri teknolojia ilivyoendelea kukua, dunia yetu ilianza kushuhudia vipindi tofauti vya maendeleo. Hivi tunavyoongea, dunia ipo kwenye mapinduzi ya nne ya viwanda lakini kabla hatujazungumzia mapinduzi ya nne, hebu turudi nyuma kidogo, tuangalie hatua kwa hatua jinsi mapinduzi haya yalivyoanza. Sehemu ya pili: mapinduzi ya kwanza ya viwanda. Mapinduzi ya kwanza ya viwanda yalianza mwaka moja saba tano sifuri huko Uingereza. Katika kipindi hiki, injini zinazotumia mvuke zilianza kutumika viwandani kuzalisha bidhaa mbalimbali badala ya kutumia watumwa James Watt kwa kushirikiana na Matthew Bolton waliibuka na uvumbuzi mkubwa wa injini ya mvuke, lakini kama kawaida ya dunia, watu hawakuwa tayari kuikubali teknolojia hii mpya wengi walishikilia biashara ya utumwa, biashara iliyokuwa imeshamiri sana kwa wakati huo. Gharama za kuendesha injini zilikuwa nafuu ukilinganisha na gharama za kuendesha biashara ya watumwa, lakini bado watu walikuwa wagumu kubadilika. Sehemu ya tatu: ushindani wa kibiashara. Katika kipindi hiki ulikuwa na ushindani mkubwa kati ya Uingereza na Ufaransa kwenye uzalishaji wa sukari. Sukari ya Ufaransa ilikuwa bora na bei yake ilikuwa ndogo, kwa sababu walitumia nguvu kazi ya watumwa lakini Uingereza iliamua kusimama kidete kupinga biashara hiyo. Uingereza ilituma wajumbe wake kwenye maeneo yaliyokuwa kitovu cha biashara ya utumwa ili kuikomesha. Hatimaye mikataba mitatu ilisainiwa mwaka moja nane mbili mbili moja nane nne tano na moja nane saba tatu ambapo biashara ya utumwa ilisitishwa kabisa. Sehemu ya nne, ushindi wa teknolojia. Baada ya biashara ya utumwa kufutwa, dunia ililazimika kukumbatia injini ya mvuke. Injini hizi zilianza kutumika migodini na baadaye viwandani. Mapinduzi haya yalianzia Uingereza, kisha kusambaa Ulaya nzima, Amerika ya Kaskazini, na kufikia mwaka moja nane tano sifuri yalikuwa yameenea dunia nzima. Matokeo: uzalishaji kwa mikono ulipungua sana na ufanisi katika viwanda ukaongezeka kwa kasi ya ajabu. Sehemu ya tano: hitimisho. Ismail Abuu FX. Mapinduzi ya kwanza ya viwanda yalikuwa mwanzo wa safari ya dunia mpya, dunia ya teknolojia na maendeleo. Huu ulikuwa ni ushindi wa akili dhidi ya mila na desturi zilizokuwa zinadumaza maendeleo. Katika sehemu inayofuata tutaangalia mapinduzi ya pili ya viwanda na namna yalivyoleta mabadiliko makubwa zaidi duniani. Usikose subscribe kwa elimu zaidi, naendelea kuwa sehemu ya safari hii ya maarifa pamoja na mimi Ismail Abuu FX.